Mimi nategemea tuwe na waziri mkuu mchapakazi, waziri mkuu, waziri mkuu mchapakazi, kwa sababu waziri mkuu tunaangalia na rais aliyopo madarakani. Rais Samia amekuwa ni mchapakazi, kipindi cha kwanza alirithi kwa, kwa, kwa Rais Magufuli. Kipindi hiki amezunguka nchi nzima kuomba kura na kufahamu nchi yake vizuri zaidi. Rais Samia sifa yake ya kwanza ni mchapakazi na ni mtendaji. Kwa hiyo tunategemea waziri mkuu awe ni mchapakazi kwa sababu rais ni mchapakazi. kuna umekuwepo ndani ya bunge kwa vipindi tofauti tofauti? Ndiyo. lakini kuna baadhi wanahisi kwamba bunge hili halitokuwa na meno kwa sababu ya idadi kubwa ya wabunge wa chama cha mapinduzi. hilo ni kosa kubwa, hilo ni kosa kubwa. Hiyo hisia tu, wanaishi kwa hisia. Kwa sababu gani? Kazi kubwa ya mbunge kuacha kutunga sheria, anaishauri serikali, anaisimamia aitekeleze ilani ya uchaguzi. Hapo ndipo meno yalipo, ukisimamia serikali ndipo meno yalipo, sijui mmenielewa. Unaisimamia ifanye. Kwa hiyo tayari meno, sisi wabunge wa CCM tunayo, kwa sababu tunakwenda kuisimamia serikali. Mi naomba wasihisi hivyo, watatusikia, tutaisimamia serikali, na serikali huwa inataka huwa haikasiriki hai ikisimamia. Naitwa Rashid Muhammad Mtima, ni mbunge wa jimbo la Newala mjini kule Mtwara, kwa nafasi ya waziri mkuu. Waziri mkuu ndio muhimili wa utendaji wa serikali. Sisi tunatamani kama wabunge, na mimi binafsi natamani tupate waziri mkuu ambaye atahakikisha utumishi wa umma unafanya kazi vizuri, ili wananchi wetu kule majimboni waweze kuhudumiwa vizuri, waziri mkuu ambaye ataweza kushuka chini ndani ya serikali kwenye halmashauri zetu, kwenye agency za serikali nyingi, kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanahudumiwa vizuri. Huyo ndio waziri mkuu tunayemhitaji. Ni waziri mkuu ambaye anathamini nafasi yetu sisi wabunge katika kusimamia uh, serikali ambayo yeye ndio kiongozi mkuu wa serikali, kwa maana sisi kulingana na matakwa ya sheria ndio tunayoisimamia serikali. Kwa tunataka yule ambaye atashaurika, ataheshimu bunge, atajali yale ambayo tutawaambia, ili wananchi wetu waweze kuhudumiwa vizuri. Tumaini ambalo kubwa ninalo kwa nchi kama nchi e, baada ya kukamilishwa kuundwa kwa serikali yetu na mheshimiwa rais, tunavyomwona alivyosimama imara kuhakikisha kwamba serikali yake inaenda kuwagusa wananchi, tunaona kwamba safari hii spidi ya kwenda kwa wananchi katika huduma za jamii katika maendeleo uchumi itakuwa kubwa zaidi, kwa sababu sisi wabunge tunayo dhamana ya kuisimamia serikali na tunajua maana ya kuisimamia serikali. Tukiwa na bunge ambalo haitaishauri vizuri serikali, maana yake tunaweka ubutu wa utendaji wa shughuli za serikali. Hivyo sisi tukirudi kwa wananchi, tutaadhibiwa. Hakuna mtu aliyoko tayari kuadhibiwa kwa sababu ya kukosa kuisimamia serikali vizuri. Kwa hiyo hao wenye dhana hiyo ni dhana lakini, tuangalie ndani ya miaka mitano nini kitatokea.